Naam, kama tulivyokwambia kwamba leo ni ufunguzi rasmi au uzinduzi rasmi wa hiyo mikutano mia moja ambayo wameipanga kuifanya mwaka huu, na hapa ninaye mratibu wa jimbo la Iringa Kaskazini, tuna imani kabisa nayo mengi ya kuweza kutueleza michakato ilivyoanza mpaka leo hii wameweza kufanya uzinduzi. Bwana asifiwe, amen. Ongereni asante sana A. mimi naitwa Efraim Mahondo ni mchungaji wa kanisa la Flame Revival Church na mimi nimepata neema kwa wakati huu kuwa mratibu wa hii mikutano mia moja chini ya askofu wangu Florian Swenya pamoja na kamati yake, ndivyo tunaendelea kuiratibu. Lakini kitu kimoja ambacho nimepata neema pia ya ku, kuona kwamba imekuja kuzinduliwa hapa, hii ni neema sana, ambapo mimi ndiyo nachunga kwenye kijiji hiki lakini si hivyo tu. Kwa pamoja na kuchunga kwenye kijiji hiki nakuwa mratibu, lakini tukaona mahali hapa kwenye kijiji kwa sababu ni kikubwa, basi tufungue kanisa lingine ambalo leo hii tarehe ishirini na nne inaandikwa historia kwamba tumeanza mkutano wa kwanza kabisa katika mikutano mia moja lakini tunazindua kanisa kwenye kijiji hiki tena cha Mfiome kwenye kitongoji cha Manyanga. Hebu tujue uh, michakato mizima kabisa uh, ilianzaje mpaka mkawa na haya maamuzi ya kuwa na mikutano mia moja katika uh, section mbalimbali. Uh, mchakato ulianza kutoka kwa askofu wetu wa jimbo ule mwezi wa kumi na mbili mwishoni mwaka jana, alituita baada ya kutuita akaanza kutuelezea maono yake, baadaye ikatengenezwa kamati kinaitwa kikosikazi. Hicho kikosikazi ndicho ambacho kimeendelea kufanya, tumeendelea kufanya utafiti kwenye kila eneo ambalo tunaona kabisa kunahitaji kuna, kuna, kuna, kuna uwezekano wa kufungua kanisa na baada ya hapo uh, baada ya kufanya utafiti tumefika mahali tuka uh, tukafikia mwisho ile mwezi wa, wa, wa pili na mwezi wa tatu, tukawa tumefika mahali, kama kuna waandishi maalum ambao walikuwa wanatengeneza zile data zikae vizuri, na kwa kweli baadaye tukafika mahali uh, kama hivi ambavyo tumefikia leo, lakini tulianza tangu, mchakato ulianza tangu mwezi wa kumi na mbili. Mwitikio ukoje kwa viongozi wa section mbalimbali katika uzinduzi huu? Mara ya kwanza lilikuwa kama ni jambo gumu, lakini kadiri ambavyo elimu ilikuwa inaendelea kutolewa, kwamba hata kama kuna makanisa matatu yatafunguliwa kupitia mpango huu bado tutakuwa tumevunia Bwana. Kwa hiyo watu wakaanza kuelewa, wameanza kuelewa, mpaka sasa hivi kila mtu ameshaelewa kwamba, amekuwa na mwitikio, na ndio maana umeona watu wamekuja. Waangalizi wengi wamekuja leo kwenye hii section 15, ni wachache sana bawa wajaji wa lakini ukweli na uhalisia ni kwamba kuna mwitikio mkubwa usio kwa kawaida mpaka sasa hivi. mikutano hii mtakuwa mnaihubirije? kwa sababu tumeambiwa kwamba ni mkutano mia moja. Itakuwa inahubiriwa yote kwa sehemu kwa mara moja, itakuwa mnahubiri sehemu fulani mnaama mnaenda sehemu nyingine? Tujue mikakati hiyo. Kwa mfano kwenye section hii, kwa mfano hii ya Kiwele navyozungumza hivi, ni kwamba natakuwa kufunguliwa makanisa tisa, lakini katika kufunguliwa makanisa tisa jambo ambalo linafanyika ni kwamba huyu aliyepangwa kuhubiri hapa huyu mkutano wa kwanza na kanisa la kwanza la kuf, kuf, kufunguliwa A, makanisa mengine yatafunguliwa na wainjilisti wengine. Kimepangwa kiko, vikosi viko ishirini na tano vya wainjilisti, vingine wana wainjilisti kumi na moja wengine kumi na mbili wengine nane. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunaendelea mmepanga kujenga makanisa mia moja pengine, mna wafadhili ambao utakuwa na wafadhili katika mikutano au ni nyinyi wenyewe? Uh, tumeanza kwa, kwa kutoa sadaka mwezi wa tatu le juma la mwisho tarehe 30 tulitoa sadaka maalum kwa ajili ya kuwezesha hii mikutano na kununua viwanja, na kama kuna mtu yoyote mkereketo wa Injili tunamkaribisha ili aweze kutusapoti. Kazi ni kubwa, na viwanja sehemu nyingine vinauzwa laki tatu sehemu nyingine vinauzwa milioni moja sehemu nyingine vinauzwa laki tano hivi, laki sita Kwa hiyo pale kama ripoti inavyozungumza ile ripoti ya mwenyekiti wetu wa kamati Tunahitaji sasa hivi milioni 29 ili ya kwamba tupate viwanja, na kuna sehemu ambayo kweli tumeshapata viwanja uh, vimeshanunuliwa tayari, viko tayari kama ulivyosema, kwamba uh, kanisa lako limependelewa na mkutano huu umezinduliwa kwenye eneo lako. Sasa mmejipangaje kuhakikisha hizi siku nne ambazo mkutano utakuwa ukiendelea hapa mmejipangaje kuhakikisha hawa watakaokuwa wanaokoka wanasimama na kuendelea? Kuna hiki kikos, kikosi kazi kimeratibu vizuri sana. Ni kwamba tunayo idara yetu ya DLD imeshawaandaa watu maalum. Mpaka sasa hivi semina na, nani mkutano unapoisha tu kuna semina ambayo itaendelea kuanzia Jumatatu ambayo hiyo semina itaitwa ni semina ya ufuatiliaji, na jioni kuna ibada ambayo inaendelea na Hika, kama kuna mtu ambaye amekata shauri kutoka moyoni kabisa ni lazima atafika mahali tu pazuri, watu hatuaapoteza ata, watu kwa vile ambavyo tumejipanga kabisa, zungumza naye tufuatili kupitia chaneli yetu NYTV kuhusiana na tukio hili ambalo limefanyika hapa, na yule ambaye ajapata nafasi ya kufika pengine aweze kupata mwaliko wako. Aa, kwa sababu mkutano ndo unaendelea mimi niwaalike watu wote, lakini pia ambaye wewe unaangalia kupitia uh, channel ya NYTV, niseme tu mwali, mwambie na ndugu jamaa na marafiki ambao ni wakireketo wa Injili, waelezee hiki kitu ambacho kimetokea, ambacho kitakuwa na impact kubwa kwenye ufalme wa giza na Shetani. Ni lazima tuendelee kumnyang'anya watu wake. Hivyo ninakukaribisha sana mtu wa Mungu, karibu tushiriki sote kwa pamoja aa, kwa hali na mali, ili ya kwamba ufalme wa Mungu uendelee kusonga mbele kila siku inapoitwa leo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante. Amina, asante sana sifu. Amina. Naongereni sana kwa huu mkutano. Ah, tunashukuru Mungu aliyeweka maono haya kwa Baba Skofu. Ilikuwa ni ndoto, sasa tuko barabarani tunayatekeleza. Najua katibu ndo ndo kila kitu. Katibu ndo anabeba majukumu yote. Hebu tuambie jukumu hili na mchakato mzima kabisa wa maandalizi haya ya huu mkutano uliendaje? Anzaje mpaka kufikia hatua hii. <laughs> A, kwanza tulianza baba askofu baada ya, ku, ya kuteuliwa alivyoteuliwa ile mara ya kwanza E, katika ile miezi Mungu alimpa haya maono akayapresent kwa baraza la waangalizi na uangalizi, wakalipokea. Na walipolipokea tukapanga mikakati, kwanza ikapangwa timu kwa ajili ya kufanya utafiti ili tutambue maeneo yenye uhitaji. Wale watafiti wakapata maeneo kama mia, walivyoyapata yale maeneo tukaita kikao cha baraza la waangalizi wakaja tuka wa ile timu ikawasilisha na baada ya kuwasilisha baraza likapokea, baadaye tukapeleka wachungaji, wachungaji wakalipokea kwa moyo, na baadaye zikapangwa timu. Sasa vikosi 25, timu ishirini na tano, ambazo zitakuwa zinaenda maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo timu eh, moja inaweza kawa kijiji kingine, timu nyingine iko kijiji kingine, timu nyingine iko kijiji kingine, mpaka tunamaliza hayo maeneo mia mpaka tumaliza maeneomi na kama hivi ulivyoona hapa, ni uzinduzi tu kama ulivyoona, watu wamejaa na mwitikio ni mkubwa. Kwa hiyo hii inatupa moyo na inatupa matumaini kwamba hili kusudi na hili jambo litafanikiwa bila shida, yeah. Roughly huu um, mkutano unaweza ukakisia uka, uka umegharimu shilingi ngapi? Huu uh, um, mkutano bajeti au um, mkutano tumetumia bajeti ambayo tumeililetwa kwetu ni milioni moja na, na, na laki mbili, milioni moja laki mbili, lakini vitu vingine wamejitoa washirika, wamejitoa pia wenyeji wa eneo hili, ndio bajeti kawa ndogo namna hiyo, kama milioni moja laki mbili. Mkiwa mnaandaa uh, mkutano, mnakuwa na malengo kwamba tunatamani tufikie sehemu fulani. Je, kwa huu mkutano ambao mmeuandaa na mmeufanya, je, mmefikia malengo? <laughs> A, tumevuka malengo kwa sababu ilikuwa tuwe na waangalizi kumi, e, wafike kumi na tano waangalizi tu, lakini kilichotokea waangalizi wamekuja na kamati zao, maana tuna section 15 kwa hiyo waangalizi hawajaja mwangalizi peke yake, wamekuja na timu na kamati zao. Kwa hivyo ukipiga 15 mara nne ni watu wengi, lakini tulitegemea labda waje wa, e, wale wainjilisi wale wa timu hiyo moja, lakini kama mlivyoona zimekuja Eh, kwa hiyo tumevuka lengo eh, tumevuka lengo. Mungu awabariki sana. Asante sana. Aa, pengine kwa naye tufuatilia kupitia chaneli yetu ya NYTV yeah. Aa, yako majimbo mengine ambayo pengine wataiga kutoka kwenu, unawaambia nini? Mimi nawaambia ni, ni eh, kitu hiki E, uki, ukiangalia kibinadamu naweza ukasema makanisa mia itawezekanaje? Lakini yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Niseme mambo mawili, kuna mtu anaitwa Musa kwenye Biblia. Waisraeli walimlilia, tunataka nyama, tunataka nyama. Musa akamwambia Mungu, napata wapi nyama? Mungu akamwambia kesho atakula. Musa akasema ya, hata ningechinja ng'ombe hazitoshi, lakini Mungu alichofanya alituma upepo huko ukakusanya kwale wakaja na ikawa kitoweo. Kwa hivyo uh, hata sisi unaweza kusema kanisa mia itakuwaje? Mungu ataruhusu uweza wake na ataokoa watu, yeye mwenyewe atafanya. Sisi tuna, uh, sisi tumeamua kuweka haya maono, askofu wetu ameamua kuyaweka kwa sababu tunatii agizo Eh, tunatia agizo la enendeni mkaipeleke injili katika Warumi sura ya kumi mstari ule wa kumi na tatu mpaka wa kumi na tano anasema watamwaminije yeye wasiyemsikia? Watamsikieje bila mhubiri? Na mhubiri atahubirije asipopelekwa? Kwa hiyo tunachofanya hapa tumeorganize, na tunafanya hiyo kazi. Kwa hiyo mimi ninayatia moyo majimbo yatakayowega kitu hiki, yatakuwa amefanya kitu chema na Mungu atawasaidia na malengo yatatimia. asante, asante. Kila kizuri huwa kikosi changamoto. Pengine wakati mnafanya haya maandalizi, mmekutana changamoto zipi? Ah, changamoto tulizokutana nazo Uh, katika msafara wa watu wengi mnaweza kutofautiana mawazo ee, baba Skofu alipoleta haya maono wengine walisuasua, hasa tulijua hiyo kutokana na wale watafiti, kwa sababu walipoenda section nyingine hawakupewa ushirikiano yani, tulioutarajia na ikaonekana itawezekanaje itawezekanaje? Lakini kwa kadi tulivyoenda na bishop alivyokaza buti, watu wakajua hiki kitu sio mzaa, ni serious. Na kama ulivyoona mhubiri aliposimama hapo akasema, ah, nilikuwa nawaza mikutano mimi itakuaje, lakini nimeshangaa mimi mwenyewe ndo nimewekwa nime nianze kuhubiri. Kwa hiyo changamoto ilikuwepo, watu walikuwa naona itawezekanaje, lakini kwa kadi tulivyoenda tumeendea kupata watu wanaoamini hiki kitu kinawezekana, kwa sababu ni kitu cha Mungu na Mungu kwa sababu ni kitu chake atakiwezesha. Asante, asante sana ubarikiwe sana, tunakutakia majukumu mema, asante sana.